Msamaji, zaidi ya wakufunzi elfu tatu kutoka taasisi za mafunzo ya kiufundi pamoja na wataalamu wa kiufundi kutoka sekta ya Jua kali wamepokea ujuzi faafu utakaowaelekeza kutathmini na ukakabidhi vyeti mafundi kutoka sekta isiyo rasmi. Akiongea wakati wa warsha ya mafunzo wa kundi jipya la wakufunzi hao katika taasisi anuwai ya Nairobi, afisa mkuu mtendaji wa shirikisho la kitaifa la sekta ya Jua kali Nyamai Wambua akisema wakufunzi hao watatumwa katika taasisi mbalimbali mbali kutathmini pamoja na kuwatunuku vyeti mafundi kutoka sekta isiyo rasmi wanaofanya kazi katika miradi ya serikali ya ujenzi wa nyumba za gharama nafuu. Shughuli ya utoaji mafunzo kwa wakufunzi wa taasisi za kiufundi humo nchini pamoja na wataalamu wa kiufundi kutoka sekta ya jua kali, chini ya mpango wa utambuzi wa ujuzi wa awali, imeingia katika awamu ya mwisho, huku miito kwa mafundi walengwa katika sekta isiyo rasmi kujitokeza kwa wingi ili kutathminiwa na kupewa vyeti ikisheheni

Akiongea wakati wa ufunguzi wa mafunzo kwa kundi la wakufunzi katika taasisi ya kitaifa ya Nairobi, afisa mkuu mtendaji wa shirikisho la taifa la sekta ya jua kali Nyamai Wambua alisema ujuzi huo utasaidia kuweka viwango halisi vya kazi za mafundi wanaohusika katika miradi ya serikali ya ujenzi wa nyumba za gharama nafuu pamoja na wale wa sekta ya jua kali.